Hasira ni muhimu mno katika mahusiano. Mtu anayekupenda ana uwezo mkubwa wa kukuchukia. Uh -huh. Lakini chuki sio sababu ya nini wawili kuachana ni indication inaonyesha kwamba regulation issue ipo. yeah, yeah. Ina maana mmependana kupitiliza mm. Control, rudisha, equalize ile. Yeah. Kae kwenye level. Upendo ukiwepo ukiwa stable, compassion ipo, huruma. Huruma ukiwepo, at connection, oxytocin inakuja, affection ndio mapenzi yanakuja. Mapenzi hayawezi kuja vyema pasipo na huruma. Ndio maana ukiwa unafanya mapenzi na mtu unayemhurumia na ladha ya kipekee <laughs> Ndiyo maana kuna possibility kubwa sana <coughs> yeah. ya mtu akiachwa yeah. kuingia kwenye mahusiano ghafla na akakaa na mtu akasema anampenda sana, ni huruma. Alafu muda sio mrefu, wanaachana kwa sababu ameingia huku akiwa na huruma.